Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako, ni kukaribishe tena katika kipindi chetu cha leo, na tutakuwa na somo ambalo litakuwa na mfululizo. Somo hili litakuwa na kichwa kinachosema maajabu ya tendo la ndoa. Nitoe angalizo namba moja, kwamba usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi maana ukikosa kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi, kuna umuhimu wa mwendelezo ambao utaukosa. Na hivyo somo letu la leo litakuwa ni episodi ya kwanza, maajabu katika tendo la ndoa. Leo jambo la kwanza tutajifunza nini maana ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni nini? Maana ya tendo la ndoa tutaitafsiri kisayansi, lakini tutaitafsiri kibibilia, tutaitafsiri kisheria na tutatafsiri pia kitamaduni. Tendo la ndoa katika mtazamo wa kisayansi ni tendo linalohusisha mwili katika jinsia mbili ambao Kiingereza wanaita sexual intercourse. Kisayansi tendo la ndoa ni njia ya uzazi kwa binadamu, kwa mbegu za kiume huweza kuingia katika jinsia ya kike na kukutana na yai la kike ovum, na kusababisha mimba, na hivyo prosesi za ukuaji wa kiumbe kuendelea hadi kupata mtoto. Lakini pia ni tendo ambalo linachochea mawasiliano ya kihisia na kiakili kati ya wenza wawili na huchangia kuimarisha uhusiano wa karibu. Lakini katika Biblia, tendo la ndoa ni tendo takatifu linalofanyika ndani ya ndoa kati ya mume na mke waliobarikiwa mbele za Mungu, na ni njia ya kuonyesha upendo na muunganiko na ushirika wa kiroho na kimwili kati ya mume na mke. Katika Biblia tendo la ndoa huashiria kuwa wenza wamekuwa mwili mmoja, katika kitabu cha Mwanzo mbili fungu la 24 na Mathayo kumi na tisa fungu la tano hadi la sita Kwa hivyo tendo hili linaonekana kama baraka kutoka kwa Mungu lililokusudiwa uh, kwa uzao na furaha na kulinda maadili ya ngono katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza saba fungu la pili hadi la tano na Waebrania kumi na tatu fungu la nne utasoma hilo. Kwa hiyo tendo la ndoa nje ya ndoa linaitwa uasherati au uzinzi, linatazamwa kama dhambi. Lakini maana ya tendo la ndoa kitamaduni, kwa mtazamo wa kitamaduni hasa katika jamii zingi, nyingi za Kiafrika Tendo la ndoa ni sehemu inayohusisha uhalali maalum kati ya mume na mke waliounganishwa na familia zao au kwa mila za jamii zao. Ni tendo kitendo kinachotakiwa kutunza heshima na kufanyika tu baada ya ndoa ya jadi au kidini. Katika baadhi ya tamaduni, tendo la ndoa baada ya harusi ni ishara ya kukamilika kwa ndoa. Pia huchukuliwa kuwa ni njia ya kuendeleza kizazi, lakini maana ya tendo la ndoa kisheria, tendo la ndoa linaweza uh, kuwa kitendo cha kingono kinachotambulika kisheria kihalali kati ya mume na mke, kati ya watu wawili kwenye ndoa. Kwa hiyo mume na mke wanaposhiriki tendo la ndoa, wako pia kisheria, na sheria hulinda haki ya kila mmoja katika ndoa kwa misingi ya makubaliano na ridhaa na heshima ya mwili wa mwenzake. Kwa hiyo tendo la ndoa hubadilika kulingana na muktadha kisayansi, kitamaduni, kisheria, lakini kwa ujumla linaonekana kuwa ni tendo muhimu lenye uzito kiroho, kihisia kimwili na kijamii na linapaswa kufanywa kwa heshima na kwa uwajibikaji kwa wajibu. Kwa hivyo mwanamke aliyeolewa na mwanamume aliyeoa kufanya tendo la ndoa ni haki ya kisheria, ya kidini, ya kijamii na ya kimaadili. Kwa hivyo kumpatia mke wako tendo la ndoa ni haki ya kiroho, ya kimaadili, ya kijamii na ya kisheria na ya kisayansi pia, na vivyo hivyo kwa mke kufanya hivyo ni haki na hivyo, leo tutaangalia maajabu ya tendo la ndoa kibiolojia. Maajabu ya tendo la ndoa kibaiolojia. Tendo la ndoa lina athari nyingi kwa mwili wa mwanadamu. Jambo la kwanza, huzalisha homoni za furaha. Tendo la ndoa huchochea uzalishaji wa homoni za furaha, ambazo hizi homoni za furaha ni kama vile oxytocin na endorphins. Oxytocin huimarisha uhusiano na uh, wa kihisia na kupunguza mfadhaiko wa kihisia, hukuza endorphin, pia hukuza na kuleta hisia za furaha. Oxytocin, oxytocin ni homoni inayojulikana kama homoni ya upendo au homoni ya kuunganisha, huzalishwa kwenye ubongo hasa kwenye hypothalamus. Katika ubongo wa mwanadamu kuna eneo linaitwa hypothalamus, ambapo ndipo hii homoni ya oksitosini inazalishwa. Hii homoni ya upendo na hii homoni ya kuunganisha huzaliwa katika ubongo. Kwa hivyo tendo la ndoa linahusika moja kwa moja na ubongo pia na tunaona kwamba hutolewa wakati wa kugusana kimwili, wakati wa kuji, wa, wakati wa kujifungua, wakati mama anaponyonyesha, ndiyo wakati pia oxytocin inazalishwa, maana inajenga mahusiano ya mtoto na mama. Na hivyo wakati wa tendo la ndoa hii homoni pia inazalishwa ikiimarisha mahusiano ya mume na mke na hii homoni inasaidia ku, ku, kuimarisha mahusiano ya watu wawili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hivyo tendo la ndoa tunaona kibiolojia, kwamba linasaidia kuzalisha homoni ya furaha. Wanandoa wanapopishana, ninawashauri mnapopishana, baada ya kuondoa tofauti zenu ni afadhali mkafikiria kukutana katika tendo hili la baraka ambalo linaamsha homoni za upendo na homoni za mahusiano, na mtaona jinsi ambavyo Mungu amebariki katika tendo hili. Homoni ya pili ambayo imeitwa endorphins. Endorphins ni kundi la homoni zinazozalishwa katika mfumo wa neva ambazo hufanya kazi kama vizuizi vya maumivu ya asili na pia huongeza hisia za furaha. Huachiliwa mwilini wakati wa kufanya mazoezi, wakati wa kucheka au wakati wa furaha au wakati wa kuboresha hali ya mtu kihisia. Na hapa kuna nukuu chache kutoka kwa waandishi mbalimbali. Uh, mwandishi mmoja anasema oxytocin, often called the love hormone, enhances trust and emotional bonding in relationship, kwamba homoni hii ya oxytocin ni homoni ya upendo inayoimarisha mahusiano, inayoimarisha kuaminiana, wakati wakati wa tendo la ndoa na katika mahusiano, lakini pia endorphins our bodies natural feel good chemicals they promote sense of well-being and even euphoria, ambayo anasema kwamba these ox oxytocin na, na endorphins ni homoni ambazo haziwezi kuachana katika muunganiko wa kihisia kati ya watu wawili, mume na mke, maana hizi zimehusianishwa moja kwa moja katika tendo la ndoa. Kwa hivyo unapofanya tendo la ndoa lina athari kubwa sana, maana linahusika moja kwa moja na ubongo wa mwanadamu inahusika moja kwa moja na ubongo wa mwanadamu, na lina athari nyingi katika maisha yetu, maana tutajifunza kwamba kwa tendo hili la ndoa pia linaweza kuchangia kupunguza kupunguza presha uh, naweza kupunguza msongo wa mawazo, maana inaamsha hisia za furaha, inazalisha homoni za furaha. Na homoni za furaha zinapozalishwa kwa wingi, hakuna msongo hakuna mawazo, hakuna stresi. Mungu ameweka jambo hili ili kutusaidia sisi, na nimesisitiza kwamba tusikose kufuatilia vipindi hivi, maana Mungu ameliweka hasa kwa watu ambao wamerasimishwa, kama tulivyoangalia maana ya tendo la ndoa kijamii, kisayansi na, na kisheria na hivyo Mungu ameliweka, na ndio maana Mungu alitangaza. Na katika kipindi hiki tutajifunza kwa nini Mungu alisema usizidi, kuna madhara makubwa. Na hivyo tunaanza kuangalia maajabu ya tendo la ndoa, na leo tumeanza kibaolojia, na siku nyingine tutaendelea. Usikose kufuatilia hivi vipindi ili uweze kufahamu mambo mengi zaidi. Sasa uh, mwandishi mmoja anaeleza ana, ana, ana, ana kwamba uh, katika homoni hii ya, ya, ya, ya, ya oxytocin, oxytocin is the glue that holds society together. Yani hii oxytocin inapozalishwa kwa katika ubongo wa mwanadamu inakuwa ni kama mnyororo ukamba inayofunga jamii kwa pamoja, kwa sababu hii ni homoni ya mahusiano. Ili ni kueleza kwamba uh, mahusiano ya karibu yanayotochewa na tendo la ndoa yanasababisha muunganiko wa karibu kati ya watu hawa wawili, wale ndio wao. Mtajifunza hivi au wale ambao umeingia katika mahusiano haya ya, ya mapenzi ya kingono kabla hampo kwenye ndoa rasmi, utajifunza haya kwamba yule mtu ambaye umehusiana naye katika hali hiyo, wakati anapokuwa anaumwa, unajisikia kitu fulani, na ye wakati ana wewe unapouma, anajisikia hisia fulani za kuguswa, maana zile homoni mmeshiriki zile homoni za oxytocin ambazo zimezalishwa kwake na zimezalishwa kwako, na ndio maana wale waliooa, mume anapoumwa mke hatakuwa na furaha, na mke anapoumwa mume hatakuwa na furaha. Ni kwa sababu kuna muunganiko na siri kubwa katika hizi homoni zinazozalishwa kwao. Kuimarisha mzunguko wa damu, shughuli ya kimwili wakati wa tendo la ndoa huongeza mzunguko wa damu kuwa mzuri na hupunguza shinikizo la damu, husaidia afya ya moyo. Maana damu ikienda iki vizuri, inasaidia afya ya moyo kuimarika. Na mwandishi mmoja anaitwa Andrew Weil anasema sexual activities is like moderate exercise. It, it's boost cardiovascular health kwamba uh, mazoezi, eh, mazoezi yanayofanyika katika tendo la ndoa yanasaidia cardiovascular misuli ya, ya, ya moyo kufanya kazi katika ufasaha wake. Lakini jambo lingine huimarisha kinga za mwili, tendo la ndoa mara kwa mara huongeza viwango vya immunoglobulin a hey, ambavyo husaidia mwili kupambana na maambukizi. Regular intimas boost the immune system making individuals less susceptible to illness. Huyu ni Dr Laura Bemani. Lakini pia tendo la ndoa kuboresha homoni za uzazi. Inaboresha homoni za uzazi. Homoni za uzazi ni zile homoni zinazohusika katika shughuli nzima ya reproduction. Homoni za endorphins zinazotolewa zinazo wakati wa tendo la ndoa hufanya kazi kubwa kama dawa ya asili ya kupunguza maumivu kama maumivu ya kichwa na viungo vya mwili. sexual activities naturally elevate pain through the releases of endorphins. Huyo ni Dr. John Gottman. Biblia pia inaeleza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza saba fungu la tatu mke na mume wampe wa kila mmoja haki yake ya ndoa. Kama nilivyotanguliza kusema kwamba unapokuwa katika ndoa, mume ni haki yako kupewa tendo la ndoa na mke wako na mke ni haki yako kupewa tendo la ndoa na mume wako, maana mpo kisheria na mpo kitamaduni, mmehalalishwa pia kiroho. Na katika muunganiko huo, kuna maana kubwa ambayo Mungu ameiwekeza ndani ya tendo hilo. Na hivyo rafiki yangu, kifupi nikueleze hivi kwamba tendo la ndoa linapaswa kuheshimiwa, maana lina faida kubwa na lina madhara makubwa. Linaweza kuathiri system ya miili yetu kama tulivyojifunza. Kwa hivyo ni kushauri rafiki yangu, endelea kufuatilia vipindi hivi uweze kufahamu mengi kuhusiana na tendo la ndoa, maajabu ya tendo la ndoa. Na leo tumeangalia maajabu ya tendo la ndoa kibaiolojia, siku nyingine tutaangalia kisaikolojia. Mungu akubariki sana. Mimi ni Pastor Togolani Geoffrey, unaweza unitafuta kwa namba sifuri saba sita tatu saba moja nane nane arobaini kwa ushauri na kwa mengine zaidi. Bwana akubariki sana.